Janiyah ni single mother anayeishi kwenye gorofa iliyo na hali mbaya sana na binti yake ambaye mara kwa mara huugua anaitwa Aria. Asubuhi moja wakati anamwogesha Aria na kumwandaa kwa ajili ya shule Aria anatoa moyoni na kumwambia kwamba mwalimu wao alitangaza mbele ya wanafunzi wenzake kuwa mama yake hawezi kumudu chakula cha pale shuleni cha mchana ambacho ni dola 40 tu sawa na kama laki moja na elfu nne ya kitanzania. Janiyah alikasirika sana, kwa nini mwalimu aseme yale afu mbele ya wanafunzi wengine, hali iliyopelekea pia mtoto wake kutaniwa sana na wenzake, lakini anajaribu tu kufocus kwa ajili ya kufika kazini na kufanya kazi yake kwa ufanisi. Akiwa anatoka na mwanaye anampa vichenji jamaa fulani homeless pale nje aliye kwenye kiti cha wagonjwa hilo jambo likamkasirisha sana mama mwenye nyumba wake, akaanza kumtishia kumfukuza kutoka kwenye ile nyumba, labda kodi ilipe kabla ya saa nne asubuhi. Baada ya kumshusha Aria shuleni, Janaya anaelekea kazini katika duka la vyakula. Anafika pale, bosi anafoka sana, anamwambia aende kwenye kaunta kufanya kazi. Akiwa pale, mteja mmoja anapita na bidhaa, kisha anataka kulipia kwa kadi ya WIC, ambayo yenyewe ni kadi maalum ya kimarekani kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum, hasa wanawake na watoto ambao kimsingi ni kundi maalum. Janaya anamwambia samani, hii kadi kuna baadhi ya bidhaa haiwezi kulipia, kwa hiyo naomba kadi nyingine kama ya benki ama ni vipi. Lakini mwanamama yule anashtuka kasirika tu na na kuondoka jamaa yake wa pembeni, ila huyo jamaa akachukua chupa ya kinywaji na kumpasulia miguuni. Si dharau hizi! Bosi wake asiye na huruma kabisa anamwelekeza kwamba afanye usafi sehemu ambako chupa imeangushwa. Akiwa nyuma kule, rafiki yake anakuja kujaribu kumpa hela ili basi aweze kumsaidia na mtoto wake, lakini Janaya anakataa, alafu anamwambia hata wewe waipata we, we kwa shida sana kwa hiyo usijali mimi nitasurvive tu muda kidogo Janiyah anapata simu kutoka shuleni mwa Aria akiambiwa kwamba anahitajika mara moja afike pale bosi anamweleza lakini bosi anadai kwamba anabidi arudi dakika thelathini tu mwanamama anaomba basi ampe mshahara wake wa mwezi huo ili akafanikisha hilo jambo kwa mtoto wake lakini jamaa anakataa kutoa mshahara wake Janaya akaona haina tabu, akakimbilia mpaka benki kutoa pesa ya chakula ya mchana kwa ajili ya Aria, lakini foleni ni ndefu sana, hivyo anaamua kwenda shule tu. Anafika shuleni anakabiliwa na mkuu wa shule pamoja na huduma za ulinzi kwa watoto ambao wanamchukua Aria. Janaya anaomba sana kwa ajili ya binti yake na dawa zake, lakini wanaamua kuondoka naye naye tu licha ya kwamba yeye kashawaambia kwamba ana matatizo ambayo anabidi awe karibu naye sana kumwangalia. Basi Janaya anaamua kurudi kazini, njiani na mvua na stresi ni afisa polisi akamtupia kinywaji akaanza kumfukuza kisha kumtishia. Maisha yake analitegemea sana kuliko kitu kingine, na hizo hati na leseni leo atazilipia kwa sababu tayari, hapana. Mwisho wa siku akachukua tu lile gari. Basi akarudi kazini kachelewa sana, lakini akaishia kutimuliwa tu na bosi wake tena anakataa kumpa hela yake kabisa. Janaa anapofika nyumbani anakuta nao kuona mali zake zote zimetupwa nje, alafu kuna mvua bara. Amefukuzwa mwenye nyumba naye anamwambia si ulisema waja saa nne kwenye mapumziko yako na hukuja, basi mazaga yako hayo hapo. Akakuta hadi dawa za mwanaye ziko chini pale, alafu zimeloa sana, wakati zile dawa ni za bei mno. Anarudi dukani kuongea na bosi wake azingatie maokoto yake, lakini wakati anafanya hivyo, waporaji wawili wenye silaha wanaingia. Mmoja anadai mkoba wa Aria, wakati huyo janaya akaa nakataa kabisa kumpa Anashambuliwa. Wakati wa mapambano anachukua bastola na kumpiga risasi mporaji. Bosi wake wa zamani anadai kuwa alipanga huo wizi, akidai kuwa mporaji alijua hali jina lake, wakati mwanamama alikuwa amevaa name tag ya ofisi hiyo ambayo ina jina lake. Lakini bosi akahaelewi kabisa, akapiga simu polisi. Kwa hofu, Janaya anampiga risasi bosi. Bosi anaishia kufariki, kisha Janaya kukimbia akichukua tu mshahara wake kati ya hela zote zilizopo pale mezani kwa bosi. Kwa hiyo akachukua hiyo cheki mpaka benki. Kufika kule benki, aibadili cheki hiyo kuwa hela. Tela anamwambia kwamba haiwezi kuibadilisha hii hundi kuwa hela bila ya kitambulisho. Janiyah anamwambia kwamba kitambulisho chake kiliibiwa kwa hivyo anaomba tu afanye ustaarabu. Lakini huu pesi anamfahamu kwa sababu Janaya huwa anakuja kila mwezi katika benki hiyo. Lakini tela anamwambia samani, siwezi kukusaidia. Kwa kukabiliwa na hali ya hofu na kukata tamaa, Janaya anavuta bunduki akimlazimisha huyo tela aweze kuzitoa hizo pesa. Tela anaminya alam, kisha inatuma taarifa polisi. Meneja wa benki anaitwa Nicole anamfahamu Janaya na anajaribu sana kumtuliza Muda huo tayari wapelelezi wa uhalifu Raymond pamoja na Grims, wakawa wakichunguza tukio la dukani kule. Muda kidogo, radio call zaita wanapewa taarifa za kuhusu uizi wa benki. Raymond aliyekuwa mpatanishi wa jeshi anamomba chief kuzungumza na Janaya. Wanaanza kujenga uhusiano mzuri kupitia simu. Janaya anakubali kujisalimisha ila tu kama afisa aliyemtishia maisha yake atatolewa kwenye eneo hilo. Wakati huo tela mmoja wa benki akamvizia Janaya na kwenda live kwenye simu yake. Kwa hiyo watu wakaanza kutumiana link waone kinachoendelea ndani ya benki. Janaya ana muambia Raymond yeye anafanya kazi mbili kwa shifti, ana mtoto anaumwa anadaiwa kodi, lakini benki haitaki tu kumpa hela yake. Anaendelea kusema mimi hata sijakuiba, ninachokitaka mimi ni hela yangu tu. Sasa tukio hilo likaanza kuvuta huruma kubwa sana kwa umma ambao walikuwa wanatazama kwa kwa. Hiyo raia wakajikusanya nje ya benki kuhakikisha kwamba polisi hawamfungi Janiyah kwa yale ambao wamezungumza katika live. Baada ya Janiyah kumaliza mazungumzo, polisi wakajamu ile stream ili isiendelee tena kwenda mtandaoni. Raymond ambaye anamhurumia sana Janiyah, anamgundua yule polisi ambaye Janiyah anamwongelea aliyechukua gari yake lakini pia kumwandikia tiketi za kutosha na kuahidi kummaliza, kisha akamkamata. Nicole na Janaya wanazima kamera za benki, lakini mfanyakazi mmoja atesa, kwa siri sana, anaandika ujumbe kwenye dirisha la choo akifichua kwamba boom, walikuwa walidhania kwamba ni boom. Sio boom bali tu ni mradi wa sayansi kwa ajili ya mtoto wake anaitwa Aria. Muda huo tayari FBI wakawa wametimba na wale jamaa wakifika, basi polisi operation zote wanaziacha na kuwakabidhi FBI waendelee nazo. Na maana tayari Janaya ameshamzuia Raymond. FBI wanakataa kabisa hivyo Raymond anawasilisha picha ya afisa huyo kupitia Nicole. Janaya anamthibitisha kwamba ni yeye na kisha kuachilia mateka, lakini Nicole anaendelea kubaki ndani. Anamshangaa, unafanya nini wewe? Janaya anapokea simu kutoka kwa mama yake ambaye anamkumbusha kwamba Aria alikuwa ameshafariki usiku uliokuwa umepita wakati wa mshtuko. Kumbe yote haya anafanya sababu akili yake haijakubali kuchukuliana na matukio ya kwamba mtoto wake amefariki. Kukumbuka vizuri kunaonesha kwamba kumbe uwepo wa Aria wakati wote wa siku hiyo ambao yeye yupo ulikuwa ni ndoto tu, shule ya kupiga simu na hata SPS Haikuhusika kabisa na tukio hilo la kumchukua huyo Aria. Nicole akijua kuhusu kifo cha Aria, ikabidi basi abaki ili kumlinda Janaya kutokana na nafsi yake mwenyewe. Anaweza kuamua kufanya jambo lolote, ili kama kujiua ama ni nini. Kwa hiyo ikabidi akae pale kupambana naye katika hali yake. Wakati FBI inajiandaa kuingia benki, gesi za machozi zikatolewa na Janaya alionekana kupigwa risasi, lakini hata hiyo nayo inabaki kuwa ndoto tu. Ukweli ni kwamba Janaya alishia tu kujisalimisha kwa amani kwa detective Raymond, akiwa pamoja na Nicole. Hii ni kazi ya Tyler Perry. Ina siku kadhaa tu tangu iachiwe kwenye streaming platform ya Netflix. Wewe wafahamu nini nachokijua wa mimi Tyler Perry aakoseagi minetowinani na kuaga huku, tumaini langu likiwa tayari umesha subscribe kuwa moja ya watu wapatao updates za recap kila niziachia hapo.